Zablon mashare na nitakuwa naye Caroline Nyambura kwenye upande wa pili, nasema karibu. Ni ruhusu nianze na haya. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ameongoza hafla ya kuwatuma kazini wanafunzi wa mafunzo ya Bibilia wa chuo cha EKIC, katika hafla iliyoandaliwa kwenye kanisa la ABC Mitaboni eneo la Kathiano kaunti ya Machakos, askofu mkuu aliwashauri wanafunzi hawa kueneza neno la Mungu kwa ufasaha katika maeneo kila mmoja alikotumwa kazini. Hata hivyo wanafunzi hawa wakihimizwa kudumu katika sala na kumwomba Mungu awape wa nguvu na hekima ya kuifanya kazi yake. Isaac Mosioka anaarifu. Kanzikali Mwau umetumwa MBC kekondeni Mitaboni. Katika kanisa la ABC Mitaboni eneo la Kathiani kaunti ya Machakos, askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki aliongoza hafla ya kuwatuma kazini wanafunzi wa mafunzo ya Bibilia EKIC. Kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, ninachukua fursa hii niweze kuwatambua hawa ambao tutawaweka mikononi mwa Bwana na kuwatuma siku ya leo kama ishara ya kuanza kazi. Ningetaka kusema mkisimama, congratulations pamoja na waalimu kuwaandaa na kuwafundisha. Ninajua nyinyi kama wazazi, kama brothers, kama sisters, kama friends you are also uh, engaged in the journey, the journey of calling that they started. Askofu mkuu akiwashauri wanafunzi hao wa kueneza neno la Bwana kwa fasaha katika maeneo kila mmoja alikotumwa kazini. Mkienda kule, mkienda kule muwe kielelezo chema kwa kanisa. Kanisa la leo ni kanisa linahitaji inclusivity ya? Ya jambo la pili, kama Elisha unaonyesha unyenyekevu Unaonyesha kusikiliza watu. Ya? Na unaonyesha mtu akutafutia watu suluhu kwa kila situation. Hata hivyo wanafunzi hao wakihimizwa kudumu katika sala na kumwomba Mungu awape nguvu na hekima ya kuifanya kazi yake, kwani watakumbana na majaribu wanapoifanya. Mwendapo, amtaogopa. Kusema tu probation does not mean ni kuwaongofesha hapana, ni kuandaa mkitoka hapa muwe mnajua hayo, na ninasema asante, na tukitoka hapa pia nasema mara tena tutashirikiana familia, kwa sababu tunataka kuzalisha clergy eh, effective kama vile walimu walitoa ushuhuda wao. Isaac Musioka, Undugu TV.